Ee, hey, Baba yetu, hey, siku hii ya leo tumekuja kufungamanishwa na wewe we Bwana Yesu. Eba, siku hii ya leo nafsi yangu, yangu, inafungwa na nafsi yako, na yako, roho yangu, yangu, inafungwa na, na, na roho yako, maisha yangu maisha yangu, yanafungwa na maisha yako. Roho yangu baba inafungwa na roho yako, na nafsi yangu inafungwa na nafsi yako, damu yangu inafungwa na damu yako, maana Bwana Yesu ulimwaga damu yako ili kusafisha dhamiri yangu. Asante Bwana Yesu, siku hii ya leo dhamiri yangu inasafishwa kwa ubatizo, kwa utakaso na kwa damu yako ulikufa ukafufuka ukashinda uka mauti, mauti. Uka ukashinda ulimwengu uli na siku hii ya leo na mimi, na mimi, na mimi na nakiri... hiyo ndiyo imani yangu. Nazikwa na, na wewe siku ya leo nazikwa na wewe, nazika na na na na mambo ya kale, nazika mambo ya kale, nazika uovu wa kale, nazika na maisha ya kale, nafufuka na na wewe. Na, na, kufufuka na wewe. Nikiwa na maisha mapya maisha, maisha, maisha, maisha, maisha. Maisha ya ushindi. Maisha ya ushindi. Maisha ya baraka, maisha ya ibada ya, ya upendo sababu wewe Yesu upendo. Sababu, ndiye Bwana wangu. Wangu. Wangu. Wangu, leo wangu nimekuja leo kutia agizo lako kufungamana na wewe kwa njia ya ubatizo, uingie kwangu

Nimekuja kubatizwa uzika utu wa kale, uzika utu wa kale kwa agizo la Bwana siku hii ya leo. Yale magonjwa yangu nayazika hapa, atainuka yale madhaifu yangu naazika hapa, wala atainuka. Ile mikosi ya kupoteza mali, kupoteza fedha, kupoteza kibali, leo nakinzika kila mkosi, mkosi. Mkosi, nazika hapa, nafufuka na kibali, nafufuka na, na, na, na, na uzima, nafufuka na uhai, nafufuka na uweza na na uhai. na na na nafufuka na, na ushindi na kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Yesu kwa amen. Piga makofi. Wakati huo Yesu akatoka gari... Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Mwambie mwenzako, Yesu alitoka Galilaya, Yesu alitoka Galilaya, akaja mpaka Yordani. akaja mpaka Yordani. Ili abatizwe. ili abatizwe. Sema ubatizo una gharama toka Galilaya mpaka Yordani. Yesu alienda kubatizwa na, na mimi leo nimetoka nilikotoka niliko, nakuja ziwani, nakuja ziwani. Nibatizwe. Ili nibatizwe kama Yesu. Kwa hiyo wewe maji ulimbatiza Yesu, leo nakuja, leo nakuja. Leo nakuja. Ili nibatizwe haleluya, amen lakini Yohana alitaka kumzuia akasema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, na wewe waja kwangu? Yesu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupatavyo kutimiza haki yote. Basi akakubali. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Sema kuanzia leo. Leo hakuna atakayenizuia kubatizwa. Yohana alimzuia Yesu kwanza, mizuia, mizuia. Lakini alishindwa. Yesu alibatizwa, nami nakuja leo. Na mizimu ya ukoo uko haitazuia kubatizwa, kubatizwa. Roho za wachawi, nguvu za giza hazitazuia kubatizwa. Roho za wazee wa mira hazitazuia mimi kubatizwa. Zambi yangu ya zamani hata nizuia kubatizwa. Kwa hiyo nimekuja ni ni ili nibatizwe, nipate haki yote. Kwa hiyo leo kwa njia ya ubatizo naipokea haki yangu katika Kristo Yesu, naipokea haki yangu, haki ya ushindi naipokea leo kwa njia ya ubatizo, haki ya fungamano pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo, haki ya kutakaswa kwa njia ya ubatizo, haki ya kuinuliwa kwa njia ya ubatizo. Kwanzia leo nitakuwa mshindi, yale yaliyonishinda kwa jina la Yesu. Leo napokea haki. Na haki. haki haki ya kuyashinda kila nguvu za giza, giza. zilizonishinda leo hii hi. hi. napokea haki. haki ya kuzishinda siku ya leo, leo. sawasawa na neno kitabu cha Wakorosai sura ya kwanza mstari wa kumi na tatu neno linasema kwa uokovu ninahamishwa toka nguvu za giza na kuingia katika ufalme wa mwana kwa hiyo leo, leo, nahamishwa toka gizani, toka gizani. Giza, la giza la dhambi leo, nahama, leo, leo nahama. Na hama giza, giza la magonjwa leo na hama, kila udhaifu wa kushindwa na vifungo, kila roho ya giza leo nahamishwa kwa na na jina la, la Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Yesu alipokwisha kubatizwa, ehe, sema alipokwisha kubatizwa. Alipokwisha, alipokwisha kubatizwa, Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Alitoka wapi? Majini. Kwa alibatiziwa wapi? Majini, nawe umekuja wapi? Majini, utashuka wapi? Majini, utapanda Uta toka wapi? Majini. Kama nani? Mwambie mwenzako kubatizwa, unaingia majini, afu unapanda toka majini Mwambia umwagiwi maji unaingia majini. Mwambie leo umwagiwi, leo unaingia. Haleluya, amen! Mwambie leo unaingia, halafu napanda kutoka nikitoka, natoka na dhambi zangu zimebaki huko chini, naondoka na, na, na, na, na uhai, na napanda na, na uzima, na napanda na ushindi kama Yesu anasema natazama mbingu zikamfungukia. Yani, niwaambie siri moja Amina. Siku ya ubatizo ni siku ya mbingu kufanyaje kufunguka. Kufunguka. Kufunguka. Kufunguka. Kufunguka. Kufunguka, anasema mbingu zikamfungukia, hazifunguki kwa watu wote, zina amen, mfungukia aliyebatizwa. Hivi kuna mtu anaelewa anachoongea? Amen, mbingu zika mfungukia, mfungukia. Kuna mtu anafungukiwa na mbingu hapa leo amen. Amen. Kuna mtu anaelewa kinachoendelea mbingu zika kufungukia? Maana yake ni nini? Unapobatizwa unapata kibali kuyapokea yote yanayotoka wapi? Mbinguni. Hebu mpe tano jirani yako, maana zikifunguka yaliyokuwa mbinguni yanatoka. Amen, kuna mtu anaelewa anachoongea? Kuna mtu anaelewa anachoongea? Baraka za mbinguni zinakuja, ushindi wa mbinguni unakuja hata malaika wa ulinzi wa mbinguni wanakuja kukulinda. Leo natoka na mbingu nakufungukia, amen. Anasema mbingu zika kufungukia, akamwona roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake. Leo ni siku ya mtu kuyaona mambo ya roho wa Mungu leo, amen, siku ya ubatizo akaona. Mwambie mwenzi ukumbe ulikuwa uoni mpaka ubatizwe na no, utaona roho wa mbingu akija juu yako. Mwambie sisi utaona leo sisa, kwa hiyo upofu mwisho leo, haleluya. Mstari wa kumi na saba anasema natazama sauti kutoka mbinguni ikasema. Ah, mwambie leo utaisikia sauti ya mbingu leo, utaisikia sauti ya mbingu. Jiandae hayo masikio yako, leo yanasikia ulichowahi ambacho hujawahi kusikia, ikisema wewe ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye siku ya leo ni siku ya utakaso na kumpendeza Mungu. Amen, oh, haleluya. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Asante. Asante siku hii ya leo, leo ni siku ya kusikia sauti ya kusikia sauti yangu inayotoka kwako, ni siku ya kumwona roho anayetoka kwako. Maana siku ya leo kukupendeza, Ee Bwana wangu, kwa ajili ya jina lako, siku ya leo nikakupendeze Mbingu kaniandike kitabu chako, kitabu cha uzima, kitabu cha uokovu. Kwanzia leo, ukaachilie sauti yangu, ukamwachilie Roho wangu anipate nilipo, ukaachilia malaika zangu wanifate nilipo, maana nimekubali kumpendeza Baba kwa njia ya ubatizo baba kwa njia ya ubatizo. Asante Bwana Yesu, asante Roho kwa msamaha wa dhambi, asante Yesu kwa neema yako, asante Baba kwa ukuu wako, asante Mungu kwa uweza wako, kwa jina lako amen. Aombe kila mmoja na aombe. Tunatangaza moto juu ya Ibilisi na watesi wako. Tunafanya kitendo cha imani, tutauwasha moto juu ya Ibilisi na mawakala wake, Ibilisi na wachawi wake. Moto. Moto. Katika tendo la imani, ibilisi, tunatangaza moto juu ya ibilisi na jeshi lako, jeshi lako. Juu ya ibilisi na jeshi lako tunatuma moto juu yako, uliyebeba magonjwa. Moto leo tunazika magonjwa yako, leo tunazika mikosi yako. Moto leo tunazika magonjwa yako. Tunatangaza moto, tunatangaza moto, tunatangaza moto, tunatangaza moto. Kokoto nataka kujitokeza. Moto Moto moto ni fungu lako, haleluya! Moto ni fungu lako, moto ni fungu lako, moto ni fungu la ibilisi, moto ni fungu la ibilisi, moto ni fungu la ibilisi. Nateketeza kila kazi ya ibilisi, kila kazi ya ibilisi, kila kazi ya ibilisi, kila roho ya moto ni fungu lako, moto ni fungu lako, na agana na wewe leo, auna fungu na watu hawa, auna fungu na wateule, auna fungu na watakatifu, auna moto ni fungu lako, moto ni fungu lako ibilisi, moto ni fungu lako, moto ni fungu lako katika jina la Yesu! Katika jina la Yesu! o ramashanda rabasai ribo sika yana rabasai, katika jina la Yesu!

tunakuja kwako, tunakuja kwako kwa njia ya ubatizo ukatuponye. Asante, asante. Maana uponyaji ni ahadi yako, tunakuja Baba tunakuja tuna kuponyeka kwako kukombolewa kwako kuinuliwa kwako kusamewa kwako, na kumpokea Roho wako wa kwa ajili ya jina lako. Asante Bwana, tumepokea msamaha wa dhambi wa na sasa tunapokea jina lako kwa utukufu wako, amen. Wa piga makofi kwa Bwana Yesu. Sasa tunaingia kwenye ubatizo.